E, tumemwona Baleke akacheza, lakini tumemwona ulimweka Azizki lakini hajacheza, imeshtua sana hiyo. Vipi, hao wote kwani ni Konde Gang? Uh, of course hao ndio Konde Gang kwa mm, sababu na marafiki zetu na uh, hii ni mechi ya kirafiki, ni ni, ni kombe lakini ni, ni rafiki zaidi. Pango na sounds kuweka watu karibu uh, katika huu mwezi mtukufu tukisha maliza kufuturu basi tunafanya tuna, mazoezi pia tunashindana pia mana moja ama nyingine. Kwa hiyo au majina makubwa yote unaoona hao ni baadhi tu ya marafiki zangu, mimi na marafiki wengi sana, kwa sababu mimi napenda mpira rasmi fresh love. Kwa hiyo marafiki zangu wengi na marafiki acheza mpira wengi kuliko hata wasanii wasani sana kwa hiyo unaona, kina Zizo akicheza leo, Atu atacheza ama ile ilikuwa tu basi ah, lazima uangalie kwanza washindani wa unaoshindana nao wa ah, so wapoje, wapoje sasa uweze jua wamejipangaje. Si so unajua bwana, lakini pia Konde Gang hatunaga kitu, ah, kitu kidogo kwenye Konde Gang rafiki yangu ni star shabiki sta, kila mtu ni sta Konde Gang. Kwa hiyo uh, tulikuwa tunaangalia tunaangalia kwamba je, wenzetu wamekujaje, lazima nyingine tukaanza tuzitunze, kwanza tuzitunze, zikae pembeni. Ndio maana kuna azizi yuko pale, wasubiria game ijayo hamo ah ha, tuliza watu. Babalevo, unasemaje? Babalevo yeah, waambie mimi ni nani katika timu, maana manake inaonekana nani, waambie Babalevo, ndo <laughs> msemaji <laughs> <laughs> wa timu eh, umesikia. Mimi kama msemaji wa timu, mwijaku ni nani? Konde Gang, mwijaku ni kiherehere wa hii timu <laughs> <laughs> mimi kama msemaji wa timu wa Konde Gang FC tutamfunga yoyote atakayetokea mbele yetu. Sisi hatuna shida na hiyo hela yeah, lakini tuna shida ya kuonesha uwezo wa kuwekeza kwenye kila sehemu ambapo tutapewa nafasi, kwa kwenye michezo. Mimi niko Konde Gang FC y aku... msemaji wasi Harmonize si, mmuulize huyu kwa nini amenichagua mimi niwe msemaji wa yeye. Kwa nini hja mshawishi babako Lukuga aweke timu yake hapa tuione Wasafi FC? Atamshawishi, labda alikuwa haamini kuusiana na haya mashindano. Ameona hivi watu wamekuja, timu kubwa zote zimekuja, umeona Harmonize yupo mashindano, anaofata ataingia wapa kuna game nyingine asaposi. <laughs> mbaka tutoke taratibu. Harmonize, hongereni kwa ushindi, asante sana. Timu imeanza mchezo wake wa kwanza, imeonyesha makali yake. Wengine wataona majina kwanza. Ulishtua sana mtandaoni kuonyesha umesajili wachezaji wakubwa, hadi tumeona Baleke akacheza, lakini tumemwona, ulimweka Zizkin, lakini hajacheza, imeshtua sana hiyo. Vipi hao wote, kwani ni Konde Gang? Ndo Konde Gang, kwa sababu amarafiki zetu hii ni mechi ya kirafiki ni ni, kombe lakini ni, ni rafiki zaidi pango. Mimi na sounds kuweka watu karibu uh, katika huu mwezi mtukufu tukishamaliza kufuturu basi, tunafanya tuna, mazoezi pia tunashindana pia anamoja ama nyingine. Kwa hiyo au majina makubwa yote te lionaa ni basi, tuwe marafiki zangu mimi na marafiki wengi sana kwa sababu mimi napenda mpira rasmi, my first love, kwa marafiki zangu wengi na marafiki wacheza mpira wengi kuliko hata wasanii mso most of them. Kwa hiyo unaona kina Zizo akicheza leo atu, atacheza ama ile ilikuwa tu, basi ah, lazima uangalie kwanza washindani wa unaoshindana nao wapoje? Uh, sasa uwezi jua watu wamejipangaje, si unajua bwana, lakini pia Konde Gang hatunaga kitu kidogo kwenye Konde Gang. Rafiki yangu ni star, shabiki star, kila mtu ni star, star Konde Gang. Kwa hiyo uh, tulikuwa tunaangalia tunaangalia kwamba je, wenzetu wamekujaje, koo lazima zingine tukna tuzitunze kwanza, tuzitunze zikae pembeni, maana kuna azizi yuko pale, unasubiria game ijayo Ha, shabu, watu. Babalevo, unasemaje, ha, ha, waambie mimi ni nani katika timu manake sio. Waambie Babalevo ndo msemaji wa timu. Eh, umesikia? Mimi kama msemaji wa timu. Mwijaku ni nani? Konde Gang... Gang... Mwijaku ni kiherehere wa hii timu. Mimi kama msemaji wa timu wa Konde Gang FC tutamfunga yoyote atakayetokea mbele yetu. Sisi hatuna shida na hiyo hela lakini tuna shida ya kuonesha uwezo wa kuwekeza kwenye kila sehemu ambapo tutapewa nafasi. Kwa kwenye michezo mimi niko Konde Gang FC. Msemaji si Harmonize, mmuulize kwa nini amenichagua mimi niwe msemaji wa. Kwa nini hujamshawishi babako Lukuga aweke timu yake hapa tuione Wasafi FC? Atamshawishi labda, alikuwa haamini kuusiana na haya mashindano ameona. Hivi watu wamekuja, timu kubwa zote zimekuja, umeona. Harmonize yupo next, mashindano yanayofuata ataingia hapo kuna game nyingine. <laughs> asaposi mbaka tutoke taratibu tukafanya wapa kuna game nyingine, game <laughs> nyingine asaposi <laughs> mpaka tutoke taratibu. Harmonize, hongereni kwa ushindi, asante sana. Timu imeanza mchezo wake wa kwanza na imeonyesha makali yake, wengine wataona majina kwanza. Ulishtua sana mtandaoni kuonyesha umesajili wachezaji wakubwa, hadi tumeona Baleke kacheza, lakini tumeona ulimweka zizkin, lakini hajacheza. Imeshtua sana hiyo, vipi hao wote, kwani ni Konde Gang? Ndoonen kwa sababu na marafiki zetu hii ni mechi ya kirafiki, ni ni kombe, lakini ni, ni rafiki zaidi pango mii na sounds kuweka watu karibu. Uh, katika huu mwezi mtukufu tukisha maliza kufuturu basi tunafanya mazoezi, tuna celebrate, tuna pia tunashindana pia, mwana mmoja ama nyingine. Kwa hiyo au majina makubwa yote ulioona, a ni basi tu ya marafiki zangu, mimi na marafiki wengi sana kwa sababu mimi napenda mpira rasmi fresh love, kwa hiyo marafiki zangu wengi na marafiki achea mpira wengi kuliko hata wasanii most of them. Kwa hiyo unaona kina Zizo kicheza leo, atacheza ile ilikuwa tu basi, lazima uangalie kwanza washindani unaoshindana nao wapoje. Uh, sawezi jua watu wamejipangaje, si unajua bwana, lakini pia Konde Gang hatunaga kitu kidogo kwenye Konde Gang, rafiki yangu ni star, shabiki star, kila mtu ni star Konde Gang, uh, kwa hiyo tulikuwa tunaangalia tunaangalia kwamba je wenzetu wamekujaje? Kosi lazima zingine tukao tuzitunze kwanza tuzitunze zikae pembeni yeah, maana kuna azizi huko pale game hamo yeah. Ah, watu wasubiria game ijayo, waambie mimi ni nani katika timu, maana manake sikaonegana na waambie Babalevo ndo msemaji wa timu eh, umesikia? <laughs> Mimi kama msemaji wa timu na Mwijaku ni nani Konde Gang? Mwijaku ni kiherehere wa hii timu. <laughs> <laughs> Mimi kama msemaji wa timu wa Konde Gang FC, tutamfunga yoyote atakayetokea mbele yetu. Sisi hatuna shida na hiyo hela yeah. lakini tuna shida ya kuonesha uwezo wa kuwekeza kwenye kila sehemu ambapo tutapewa nafasi, kwa kwenye michezo, mimi niko Konde Gang FC. Sababu ya kuwa msemaji wa Konde FC? Si Harmonize muulize kwa nini amenichagua mimi niwe msemaji wa hiyo. Kwa nini haujamshawishi babako Lukuga aweke timu yake hapa tuione, Wasafi FC? Natamshawishi labda alikuwa haamini kuhusiana na haya mashindano, ameona hivi watu wamekuja, timu kubwa zote zimekuja.